kwa jina naitwa Fadhili Lofunyo Ngajilo, ni afisa udahili na mitihani wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa ambacho ni sehemu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Niko hapa kwa ajili ya kuwapongeza wanafunzi ambao wamebahatika kujiunga na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Sasa kwa namna tulivyojipanga kuwapokea wanafunzi, basi tumewapanga, tumejipanga kuwapokea wanafunzi katika vituo mbalimbali. Kituo cha kwanza ni eneo la Kihesa Ambapo ni, chuo, ambapo ni eneo eh, la stendi ya magari ambayo yanatokea upande wa Dodoma. Pale tutawapokea wanafunzi, patakuwepo na watu ambao watakuwa wamevaa eh, zenye, eh, uniform zenye logo ya chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Lakini pia tutakuwepo eneo la stendi kuu ya Irigu Mbilo. Pale pia patakuwa na wafanyakazi ambao watakuwa wamevaa uniform yenye logo ya chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, lakini pia kuna wengine ambao watakuwepo eneo la Iringa mjini, eneo la miomboni pale, pia tutakuta wafanyakazi ambao wamevaa kinadhifu kabisa. Kama nilivyosema watakuwa wamevaa uniform ambazo zina logo ya chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa wazazi pamoja na wanafunzi ambao wanakuja kujiunga na chuo hiki kishiriki cha elimu Mkwawa, naomba wazingatie maelezo ambayo tumeyasema lakini pia kama kutakuwa na changamoto yoyote au watahitaji ufafanuzi zaidi, basi watu, we, wasisite kutupigia namba ambayo ni sifuri, saba, tano, tatu, arobaini na sita, tisini na tano, arobaini na sita. Na nawakaribisha wanafunzi wote ambao wamefanikiwa kujiunga na chuo hiki kishiriki wasijutie e, maamuzi yao. Ni sehemu salama kabisa kwa ajili ya kuanza safari yao muhimu ya kitaaluma. Kwa jina naitwa na Msifu Kasera Wadea, ni mtumishi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa Muse. Ninawakaribisha wanachuo wote wa mwaka wa kwanza katika zoezi la kujiunga na chuo chetu. Mimi ni mmoja kati ya timu itakayokuwa inapokea wanafunzi sehemu ya reception parking. Tunawakaribisha sana wanafunzi, mjisikie mko huru Tutakuwa nanyi bega kwa bega, usiofu popote pale. Utakapokuwa unashindwa na unapokwama, utakutana na timu yetu ambayo itakuwa katika upande wa parking. Uuliza swali lolote, utajibiwa. Zoezi la kwanza, wanafunzi anapofika pale, tunampokea na kuna fomu maalum ambayo anatakiwa ajisajili. Ile fomu anapewa mwanafunzi, anaelekezwa ajisajili kulingana na kozi yake. Baada ya hapo, mwanafunzi anaelekezwa ni sehemu gani aende aelekee, kama ni mabwenini akapewe bweni akapewe hosteli ya kukaa, au kama nikwenda kwenye kwa ajili ya orientation course aende akasikize kinachoendelea pale tu anapokuwa amewasili. Na kumalizia nina washauri na ninawakaribisha sana, kama una changamoto yoyote usisite kuuliza kundi au timu nzima iliyopo pale mapokezi kwa ajili ya kuwapokea. Karibuni sana.